mchungaji ambaye anatoka na wachafuzi si wako wengi. Kuta mchungaji amepinda. Unapindaje ya mchungaji? Nani uko mzima? Hiyo ndio ndio ndio ndio kwenye Biblia ambaye alipinda naye. Watumishi wako kwenye maandiko. Hapo Mungu alitamba nao. Ulikuwa mzima wa afya. Unapigwa kisukari. Kisukari gani? sana manake, adui amepata nafasi kwa sababu ndani yako haujafurika roho mtakatifu, ndani yako haujajazwa na nguvu za mtakatifu. Ili mambo yaende, lazima uhakikishe ndani yako roho mtakatifu anajaa. Anasema katika maandiko, a akijaa roho mtakatifu, roho wa bwana akamwongoza vikani. Alipochaa kwanza nguvu

kwa sababu kuna wachawi, kuna misimu, kuna mapepo. Wakiwa wakitembea na roho wa Bwana, watahubiri Injili, wataupindua ulimwengu. Watu wataangusha mamlaka za giza, wataangusha uwezo wa giza, wataangusha nguvu za giza. Na ndio maana Injili awezi ukaipeka kwa usani usanii, angu wachumishi ambao naigiza igiza Angalia utumishi wao woteelewa. okay, Injili haitaji usanii. Injili haitaji mkubusha Mungu. Injili haitaji ya mambo yauya ujanja ujanja. Injili haitaji uwezo wa Mungu, mamlaka ya Mungu u... ekende vivi tuabake. Haleluya, haleluya mdomoni. Ndio maana tuna kizazi cha ajabu sana ali makanisani, kwenye midomo tuko mizuri. Ikifika wakati wa show miguuni saidie. Ikifika wakati wa kazi muoneshe roho ile ndani yako. Kama ni waganga wapige sa wapige sauti mbele yako, kama ni wachawi, kama ni mapepo ya kukimbia wewe. Unakimbia mapepo, unakimbia wachawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuhakikisha Roho Mtakatifu anajaa ndani yako. Mimi natoka tu hapa kisha achia hapa na achia hapa. Nenda kachochoko kwa nyumbani. Soma neno, omba peke yako ndani. Pinga na kuomba. Mchochoro wa Bwana ndani yako. co lazima. Paulo anamwambia Timotheo ichochee karama ile ndani yako, kwa kuwekea mikono yangu. Kwa hiyo bako umepokea, hauwezi hauwezi ukaenea, hauwezi hauwezi ukapurika kuongezeka, ukaengezeka, mpaka una tabia ya kuchochea ndani yako, kama utakula kila siku chaudak Mpaka usubuhi utangaze maombi kanisani kanisan oliap saa nafunga kimya kimya, watumishi wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Kwa umepokea neema hii hii neema ikaifanyie kazi hii neema ikaitendee kazi, mzilishe Mungu liye naye kwenye mtaa unaoishi kwa majirani zako, kwa wafanya biashara wenzako, mpaka wakuulize hebu tupe haya mambo. Urembo hatuelewi. Mtaelewa tu, mtaelewa, kwa sababu sio wewe, ni Roho Mtakatifu anasimama. Wateja waganga wanachukua mapepo wajinga kwa sababu jamani, hao sanosa watu, wakati unaona hapo, kuna misukuli imekaa hapo, wateja, njoni njoni, unashaona hadi banda chako. Enda kwa mtu mwingine, ukimweka Roho Mtakatifu hapo, unaona misukuli yao ukwenda, unaona nani anenda, nani atakashinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye maisha ya kiroho, acha ubisho, acha utozi Ata ubisho, ukisha ukoka, mruhusu Mungu akufanye kuwa kichaa wa imani, mruhusu Mungu akuvuja akili yako mpaka ikudukike, waseme kama kuokoka ni huko nikuchanganyikiwa. Yaani, mruhusu Mungu Baba namna ukovi na mimi siokoki

kuchanganya akili, aliburudi akili, waseme nimechanganyikiwa lakini sitachanganyikiwa. Wakianza kuona matokeo lazima watampata Yesu. Wakianza kuona ushirika wa nguvu za Mungu watampata Yesu. naye acha wakati kibisho. Na kwa mtu anashati panda milima. Tafuta nguvu za Mungu kila siku, na shauri lako jifungie siku tatu na mbona nisitoki nikitoka ile mambo amekaa sawa sawa, una shughuli. Angalia majitu ya imani makina Petro makina Paulo yakiwa, e, ni majitu ya maombi. Najifungia hizi siku tatu, siku tatu, siku tatu, sianiooai po, usinisemeshe kama ya matumizi hii hapa, ile siku tatu hizi, kuna jambo mpaka Mungu atufunue.